Lazima tuungane na wenzetu walionyimwa haki zao, tuwadai haki zao. Vipi tutafanya, tutaambizana wakati huu, lakini hatuwezi kumwona mtu hapa anakwenda na shughuli zake, anaingia akitoka, kuna mwenzetu aliokuwa hada haki kapewa haki, aliokuwa mwenye haki hakupewa haki halafu tukanyamaza kimya, tukasema tunasubiri uchaguzi, haitokuwepo hilo, tunaelewana. Wakifika pahala hatuoni dalili ya kwamba watapewa haki yao hiyo, ndugu zangu, tuwe tayari, yale tuliosema matuta ndio yataanza wakati huo. Sisi tunasema muongo muongoze, nasema muongo mwongoze mpaka atagonga ukuta, yeye sio sisi. Lakini tukifika hapo, nawaambia ndugu zangu, viongozi, mjitayarishe. Tulisema tutaanza na matuta, matuta yataanza wakati huo.